Zaidi ya wapalestina ishirini wameuawa i wameuawa, wakisubiri misaada huko Gaza. Karibu sana kwenye mwendelezo wa taarifa zetu mbalimbali mbali za kimataifa. Hii ni Matukio Online Tv. Zaidi ya watu ishirini wameuawa baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi dhidi ya mamia ya watu waliokuwa wakisubiri malori ya msaada wa chakula katikati mwa eneo la ukanda wa Gaza. Mamlaka za ukanda wa Gaza zimearifu kuwa Watu zaidi ya ishirini waliokuwa wakisubiri chakula wameuawa katika tukio la mapema siku ya Jumanne. Msemaji wa idara ya ulinzi wa raia katika kanda, katika ukanda huo Mahamudu Basal amesema watu wengine mia moja hamsini wameweza kujeruhiwa. Lakini mmoja wa wa Palestina waliokuwa wakisubiri misaada alijitambulisha kwa jina moja la Maha, amesema nilikuja hapa kwa kuwa walisema kutakuwa na malori ya msaada. Kama unavyoona, sikuja peke yangu, nilikuja na watu wengine wote. Ninataka nikuambie idadi ya wanawake hapa ni kubwa kuliko wanaume. Kwa nini? Wamekuja, wamekuja tu kupata chochote kwa ajili ya kuwalisha watoto wao, hakuna kingine cha ziada. Maelfu ya Wapalestina wamekuwa wakikusanyika kila siku wakiwa na matumaini ya kupata chakula baada ya vita vya zaidi ya mia ya miezi ishirini, lakini wamekuwa wakilengwa na mashambulizi ya Israel. Umoja wa Mataifa laani Israel kutumia njaa kama silaha. Hata hivyo, kutokana na hali mbaya ya upatikanaji wa chakula kwenye ukanda huo, Umoja wa Mataifa umeikosoa vikali Israel kwa kutumia njaa kama silaha na kwamba huo ni uhalifu wa kivita. Hata hivyo katika taarifa iliyotolewa Jumanne katika ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeitaka jeshi la Israel liache kuwafyatulia risasi watu wanaojaribu kupata, kupata chakula. Taasisi ya kutoa misaada inayoungwa mkono na Marekani na Israel Gaza Humanitarian Food Foundation ilianza kugawa chakula ukanda wa Gaza Mei 26, baada ya Israel kuzuia kabisa usambazaji wa chakula katika eneo kwa zaidi ya miezi miwili na kuibua tahadhari ya njaa kali. Mashirika makubwa ya umoja mataifa amekataa kushirikiana na taasisi hiyo kutokana na wasiwasi wasi kuwa imeundwa kwa maslahi ya jeshi la Israel. Mwisho, katika hatua nyingine, viongozi wa upinzani nchini Israel, yani anaitwa Yair Lapid, ametoa wito wa kusitishwa kwa vita kati ya jeshi la nchi yake na wanamgambo wa kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Amesema hayo kupitia ukurasa wake wa Twitter. Hayo yanaendelea wakati ndugu wa mateka waliosalia Gaza, wakishinikiza pia serikali yao iingie katika mazungumzo ya haraka yatakayowarejesha nyumbani wa nyumbani kwao jamaa zao na kumaliza vita.